Nakuambia shoga yangu, nisikutane tena yaani king'ang'a, yani kinganakina nakuenda yupo nikitia mka sasa hivi nimemchoka shoga yangu. Karibu shoga yangu, huyo nakuona kama maji

Hapa e, ina kuta ya kuta eh, wewe au poi, nisikilize. Nimekutana na mshefa huyu hmm. na oh mm -hmm. na mshefa, nakwambia niko hoteli pale nani nini Selena, shoga wangu, niache nikae vizuri kwanza. Ehe, nakwambia mwanaume nimemvuruga nimemvuruga nimemvuruga. Nakwambia nikambeba ni kwenye nani ndani, nikampeleka mbele ya dirisha, nikamwambia ni <tipsi> ni angalia kwa nje. Oh, mvua inanyesha mvua inanyesha, kama nitakuua wee sasa. Nikamwambia mnaomba, nipe maisha akasema mi, sema nataka kitu gani? Nikamwambia mimi sina maisha ndani was... oh, oui, sina maisha kwamba akija akasema anakuja kunisalimia, naogopa nataka nitoe mimi maisha yawe mazuri kama wenzangu. Nikamwambia hivi, nataka nataka sofa set ndani, nataka kila kitu ndani kimetulia. Yuko yuko hapo nje nje, vaanankila kiboga nikamwambia hivi nataka vitu ndo vya ndani hivi nakwambia, nimekuja hapa kwako nimalize vitu, nikwambia niorozeshe vitu vizuri, aje avione na mimi nipate ninunulie vitu. Shoga yangu shoga yangu mimi sina iana kwako, mm. Shoga yangu hapa umefika basi, mimi nimwambia yaani, umefika mwambia je haraka shoga yangu, subiri kwanza. Hey, hey, hey, ah, shoga yangu huyu. Jamani huyu jamani. Hey, Nani? Aina aje kuja wote?

Tena. Kuna kuna kuna sofa sofa set, yeah, sofa set yaani kuna cha mapenzi wawili laki moja kimoja viwili pia kwa jumla vitatu milioni mbili, milioni mbili kamili na okay, laki tatu. Si unaviona hapa jamani? Mbona anakutajia tajia? Ah, yaani unajua tulivyoenda dukani tulikuwa wote. Yeah. Nakumbuka. Ah. Na mpaka uchukue listi tena. Eh, kingine? na... Mm. Kuna friji, friji. Unafungua milango yote. Na inagandisha mumu, unaweza kuweka tu ice cream. Friji nayo? Milioni tatu. Milioni tatu eh? Mm. Basi kwa sababu unajua mimi mwenyewe kichwa changu akija nani? Kingine nini? Pole pole. Alafu kuna kuna showcase, showcase. Eh.

Kuna pazia pazia paiai pazia eh, za pazia bei e sana kuna za laki tano na laki nane laki nane, laki nane. Si laki nane e, ah, hmm. Usikiza kwanza unajua kuna nguo zetu hazijaweka vizuri jamani kuingia e, tigile, pa, jamani kuingia e, jamani e kuingia mwanaume na maua

Vitu vya orodhesha nane vya kwangu kuna TV hapo inch 70. Vipi? Ah, mjumbe kasema yuko kwenye majukumu ya serikali. Eh, nafikiri. Hata hivyo dada muamini. muamini. anaonekana tu. Basi ngoja tumpe. Yaani kwa sikutegemea kama mzigo mzigo kunipia. Hapa kuna vibaka.

Ya, ila umesikia bosi. Hizi mistake still, <mereen> mistake tu ndogo ya miezi sita. Sawa, hata mimi mimi mimi sikuingia ndani. Huyu ndo aliingia. Sasa tunakwenda tunabishana. Atubishane. Mimi najaribu kukuelekeza. Sasa unanielekeza nini? Twende. Twende. Ita bajaji. Hakuna tabajaji. Twende miguu tua Wapi? Ni Mi ni hapa. hapa. hapa. Mimi eh? Mimi niliishia niliishia. Twende. Acha. Ah. Wewe, twende. Acha wewe ingia ndani, uliishia hapo nini? Kwanza. Yaani huku, je, chochote kitauzwa mpaka hela ipatikane. Ni papai nini? Uza vyote. Twende wewe nini? mzigo wa ofisi wapi? Humu. Wewe. Ule toka ndani? Hapo wewe kwa makini Aingia, chukua mzigo tuondoke, hamna maelezo. Wewe, ingia hey, ndani chukua vitu tuondoke, unasubiri nini sasa? Wewe mwenyewe kwa. Kwani kuna nini tena? Shemeji. Shemeji? Na shemeji mimi. Je, unaleta mapenzi kwenye kazi za watu? Kwa hiyo wewe umekuja kuonga huko wenu, si ndio? Hamna bwana, wewe. Haya, chukua tuondoke. Wewe, mwenye nyumba iko wapi? Kiboga iko wapi mwenye nyumba? Mwenye nyumba vipi? Hapa nyumba ni kwangu mimi. Acha masiala. Mimi nimekuja kabisa hapa naandikisha vitu, huyu yupo mdogo wake. Nyinyi nawafunga. Umesikia? Atoka huyu atakuwa akakosea chumba. Apa apa, abu, apa, ni hapa bwana, amelewa. Hapa wewe kiboga yuko. Ngoja nikwambie. Mimi kiboga hapa ni shoga yangu. Uh -huh. Kiboga shoga yangu alikuja akaniambia shoga yangu eh, hey. Mimi nimepata bwana. Kwa hiyo mimi bwana wangu nataka nile vitu kama vya kwako ndani, ndo akaniambia naomba vione, akaja akaviona. Hapa ni nyumba yako kwangu, sio kwa kiboga. Unaona? Unaona? Kwake wapi? Wale kwa kiboga. Twende kwake. Unamfunga kwanza, ana kesi ya udanganyaji. Hili ni jukumu langu na unajua kabisa nimewaagiza. Jamani, nini sasa? Sasayaani Nini? nikachanganya nyinyi. Sikilizeni kwanza. Sawa. Hiyo hela mimi sikuchukua, nimechukua kwa jina langu lakini mbona nimewapa hivyo na mkanirudishie hela? Simesema mtanipa. Mimi natafuta kama digidigi sasa hivi ninavyoishi. Unajua mimi naishi sasa hivi. Hebu sikwa, sikwa. Sikwa. Sikwa, sikwa. Sikwa. Sikwa. Sikwa. Sikwa. Sikwa.